ya, ya, ya madini ya ni wizara zime, zimerejea zime, zime. Lakini kuna sura ambazo zimetoka kwenye baraza hili Dio, la mawaziri, lakini tukianza na sura ambazo zimeingia, kuna hmm, waziri na nauka, eh, sura mpya hiyo, sura mpya na ni mbunge mpya hmm, ameingia kwenye baraza la mawaziri eh, lakini eh, kuna um, waziri wa fedha Naam. Wengi walikuwa wakisubiri sana e, nafasi hii kwamba nani atakuwa waziri, nani kwenye wizara hii. Aliyekuwa waziri wa wizara hii sasa mm. ni Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Mchemba. Sasa e, wizara hii iko chini ya Waziri Hamis Musa Omar ambaye ametoka kuteuliwa e, hivi punde. Wizara ya uchukuzi imerejea vile ambavyo ilikuwa, lakini wizara ya kilimo sasa iko chini ya Daniel Chiongolo. Naam. Ehe, ni sura mpya hizi ambazo zinaenda kuonekana katika baraza la mawaziri, lakini kuna mawaziri ambao wamehamishwa mm. wizara, mfano waziri Kairuki Naam. Hame, amehamishwa kwenye wizara, lakini waziri Mchengerwa mm. amehamishwa sasa, atakuwepo katika wizara ya afya e, lakini katika wizara ya, ya elimu tunamwona naibu waziri Wanu Hafidh Amir akienda aki kusaidiana na ama kumsaidia Profesa Adolf Mkenda katika mm. wizara ya, ya elimu uh, lakini tunamwona wizara ya mambo ya ndani um, Simba Chawene na akiwa amerejea katika nafasi wizara hiyo, hiyo. Wizara, uh, wizara ya nishati